Zaidi ni kwamba rais John Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na makamu wa rais wa benki ya maendeleo ya Afrika AfDB Dkt Fanny Lota katika ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, ambapo ameishukuru benki hiyo kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya Tanzania, hususan kutoa mikopo iliyowezesha ujenzi wa barabara. Pamoja na kushukuru AfDB, rais Magufuli ameomba benki hiyo kuendelea kushirikiana na Tanzania katika utekelezaji wa mipango ya miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mpango mkubwa wa uzalishaji wa nishati ya umeme utakaofanikisha ujenzi wa viwanda, ujenzi wa barabara zinazounganisha ndani na nje ya Tanzania na kuunga mkono juhudi za kukabiliana na rushwa. Kwa upande wake, makamu wa rais wa benki hiyo amesema kuanzia mwakani benki hiyo imepitisha miradi mikubwa mitatu kwa ajili ya Tanzania ambayo ni ujenzi wa nyumba za makazi, utoaji wa mikopo vijijini kwa ajili ya kuendeleza kilimo na maeneo ya uchumi na kukiendeleza chuo kikuu cha kumbukumbu ya Nelson Mandela kilichopo kwa Arusha, ambapo benki hiyo itatoa dola za Kimarekani milioni nne. Tanzania ni nchi ambayo inapata fedha kuliko nchi zote zingine Afrika katika e, mpango wa ADB ambao unaitwa African Development Fund. Ni fedha ambazo ziko zinatolewa kwa mkopo mdogo zaidi kuliko fedha zingine. Kwa hiyo tumezungumza kuhusu hii miradi ambayo ina, ina, iko hapa Tanzania. E, ADB imesaidia ime Tanzania kwa mipango mengi sana kuhusu haswa barabara barabara nyingi ambazo ziko hapa zime, zime, zime, eh, pata msaada wa ADB, lakini sio msaada kwa sababu ni mikopo ambayo Tanzania inalipa. bara sehemu pekee ya barabara kutoka Afrika ya Kusini mpaka Misri, sehemu pekee iliyokuwa imebaki kuunganishwa ilikuwa ni kipande cha kutoka Dodoma mpaka Babati, na mradi huu tunaona unakwenda vizuri na wametuhakikishia pesa zote zimesha kuja, na mradi huu mpaka itakapofika, uh, mwakani mwanzo wa, wa, wa mwaka 2017 kipande hiki kitakuwa kimekamilika.